Movie yetu inaanzia katika chuo fulani hapa, na kuna wewe bibii anaitwa Melinda, anatoka darasani kuelekea hosteli, lakini kuna mvua kali inanyesha sana. Sasa ni haraka haraka ukikimbia ili kuwahi, lakini ghafla anagongana na, na mwamba huyo hapa. Haraka haraka anaokota madaftari yake, halafu huyo ana kimbilia zake hosteli. Mara baada ya mvua kukata, huyu jamaa anakuja huko hostel, anamuulizia na bibia. Anakuja kitu ambacho hujua, kipindi wanaokotaokota yale madaftari basi walimiksiana. Ya Melinda akachukua huyu Robert, na ya Robert akachukua Melinda. Kwa hiyo Robert alikuwa amemletea Melinda vilivyo vyake. Mara baada ya kumpa, Robert alikuwa amepitiapitia mitihani ya Melinda, akaona Melinda alikuwa amefeli kwa hiyo akaanza kumwambia inaonekana umefeli kidogo, lakini nitakusaidia au masomo unayofeli mimi kidogo na yamudu. Kama utojali, mimi naomba niwe na kufundisha. Basi bibia akakunjua roho pale, akaona huyu jamaa anaweza akawa mtu mzuri. Kwa hiyo haina shaka, basi akakubali, wao wanashirikiana. Kwa hiyo safari ya kushirikiana katika masomo ikaanza. Mara kwa mara walikuwa wanakutana, anamwelekeza mawili matatu. Bibia ni mvivu wa kusoma na jamaa ni genius. Sasa katika kupigapiga stori jamaa namwambia bibiye kwamba mimi nina ndoto, ninatengeneza beti fulani ambayo itakuwa inajichaji yenyewe, ikitiki nitakuwa tajiri sana kwa hiyo nitakuwa nimetajirika, lakini kwa wakati huo huo nitakuwa nimetunza mazingira. Kwa hiyo kiufupi, stori zinapigwa nyingi sana. Kadri muda unavyozidi kupita ndivyo wanavyojikuta wanazidi kuwa karibu, na kwa vile siku hazigandi, leo binti anatoka darasani hapa, jamaa anamkimbia anamwambia, Melinda vipi? Lakini Melinda amefeli baadhi ya mitihani yake fulani, vimepata F. Sasa analalamika, ni kama anapoteza pesa za mzazi, sasa hiki ndio nini? Lakini jamaa anamtia moyo kama ilivyo kawaida, na mara wakiwa bado wanaendelea kuongea Dada zake Melinda wanamuita, Melinda amepata msiba, mama yake amekufa. Sasa leo Mwamba anakuja msibani. Hapa kufika nakutana dada yake Melinda mkubwa, anaitwa Brenda. Brenda anamkaribisha lakini, Brenda ana machepere kweli. Anamuuliza, unaitwa nani? Naitwa Robert. oh, unafanya kazi gani? Haraka haraka amekimbilia kwenye kazi, lakini jamaa anamjibu, mimi bado mwanafunzi. Oh, bado mwanafunzi? kwa nani anayekulipia ada? Oh, mimi nasoma kwa scholarship. Oh lakini dada yake Melinda mwingine anaitwa Sara anasema, oh, inaonekana una akili. Basi wanatambulishana kwa wapenzi wao hapo. Lakini mara kuna mwamba anaingia hapo, huyu mwamba anaitwa Devon ni ex boyfriend wa Melinda, lakini Brenda kwa vile ampendi Robert anasema, come on, sio ex boyfriend, Melinda anakupenda mno. Sasa hatimaye Melinda anaingia pale, jamaa anampa pole, lakini Brenda anaotoa pale, jamani, twendeni huku tukamshukuru mchungaji. Kwa hiyo jamaa anaachwa pale jamaa naye kuona ameachwa, anaamua kujikataa mdogo mdogo, au ni kinachoendelea ni kama vile ametengwa hapo msibani. Wakati anaondoka, Melinda anamuona anamkimbilia, anamwambia vipi, mbona unaondoka? asio mbaya nimesha kuona na uko na familia, kwa hiyo haina shida, nafikiri wao watakutuliza, watakuliwaza. Binti anamuuliza unaelekea wapi? Mi naelekea nyumbani. Ni wapi? Anamwelekeza sasa huko jamaa anakoishi inaonekana ni mbali sana. Binti anamwambia huwezi ukaenda huko kwa miguu, ngoja mi nichukue gari nikukimbize. Binti anafata gari bana, na kweli haraka haraka anamkimbiza mpaka jamaa anapoishi. Ndo unaishi hapa? Yaani uwezi kuamini, jamaa anaishi kwenye konteina bana but... ya, ndo unapoishi hapo? Da I say haya, ngoja nipoone pano unapoishi hivyo. Wanaingia ghetto, binti analiona ghetto la jamaa na wanapiga stori pale kufahamiana zaidi. Huyu jamaa wetu Robert hana wazazi kwa hiyo anaishi tu kwa nguvu za Mungu, na huyu Melinda pia alikuwa anaishi na mama yake tu. Kwa hiyo mama yake amekufa, hivyo amebaki yatima. Watu pekee anawategemea pale ni dada zake. Kwa hiyo wanaongea sana, wanafahamiana, lakini kwa kuwa huyu naye ni mtoto wa kike na huyu naye ni mwanaume, alafu wako ghetto, wanajikuta wameingia kwenye mambo mengine, na kwa kuwa penzi alijifichi madada zake wanagundua, huyu inaonekana amependa sehemu. Huyu Melinda anamuuliza unataka kwenda out na huyu jamaa? huyu jamaa ana kazi? Nani anao alipiaga? Mkitoka out kwao, ni maswali fulani hivi ya chokochoko, vipi, umeshalala naye? Binti anatangwa maswali fulani magumu ambayo anaona hawezi kuyamudu, kitu anachowaambia ni kwamba mimi nampenda. Kwa hiyo anamuonya usije ukamwambia mama amekuachia pesa na nyumba. Binti anajibu sawa, anaondoka. Unachotakiwa kujua ni kuwa huyu Melinda ndio mtoto mdogo wa mwisho, hawa dada zake wanaishi kwa maboyfriend zao, hivyo yeye nyumba imembakia pamoja na pesa fulani nyingi tu, dola laki tatu hamsini kibongobongo hiyo bongo ni kama bilioni nane. Bada hawa wapenda nao wanatoka out, ni kupiga stori kuendelea kufahamiana. Sasa leo jamaa anamwambia binti, unaona ule mjengo pale, nina ndoto za kununua siku moja na utaka sana huo mjengo. Binti anacheka tu Atafanyaje? na anaidiwa vitu vizuri. Wanatoka zao auti, kula starehe, wanakuja geto kwa jamaa. Lakini leo akiwa geto, jamaa anamwambia binti kuna dili analifukuzia sehemu, isingekuwa vizuri aende huko bila gari. Binti inamwingia kiugumu, lakini analifikiria, na hivyo ameshampenda jamaa, basi anaona aya bana, bora afanye maamuzi. Sasa kwenye ile pesa aliyobaki nayo ya urithi anainyofoa, anamnunulia jamaa gari, na hapo ndio mwanzo wa matatizo unapoanzia. Jamaa anabadilika kitabia hamtafuti Melinda mpaka Melinda amtafute, yaani kiufupi amekuwa bize ghafla, amempuuza tena binti, yataki kusikia chochote kuhusiana naye. Siku nenda sikurudi Melinda ana mawazo, leo anaamua kumpigia vipi Ah, uko poa? Mbona hey, ah, ulitafuti mpaka mimi ndo nikutafute? Ah, mimi nilifikiri ulikuwa bize ndo maana hujanitafuta. Wewe umebadilika yaani tangu siku ile kunitafuti mpaka mimi nikutafute. Lakini jamaa namkataa Melinda juujuu kwamba ngoja kuna kazi inaifanya hapa, nitakutafuta, niko bize kidogo. Melinda anaona, ah, isiwe kesi. Huyu jamaa anaona kama anijui, anachukua usafiri mara mpaka kwa jamaa. Sasa akiwa kwa jamaa huku anasikia kuna milio inatokea ndani, anakasirika analigonga hilo kontena na gari, ni sauti zinasikika tu huko za mwanaume na mwanamke, wanalia humo ndani, analigonga hadi anafanikiwa kulipindua. Sasa akiwa amelipindua Jamaa anatoka ndani humo na mwanamke fulani anaitwa Diana. Ina maana kumbe unanisaliti? Yaani siku zote za zo upatikani kumbe una mwanamke ndani, yaani kumbe unanisaliti unitaki tena baada ya vitu vyote nilivyokufanyia, kumbe una mwanamke mwingine na ukuniambia. Kwa kuwa Melinda amechapwa tukio kubwa mno, anajikuta anapoteza fahamu. Jamaa namzoa anampeleka hospitali kufanyiwa matibabu. Huko hospitali Melinda ana fume sana, yaani amekununulia mpaka gari afu bado unamsaliti. Hivi akufanyie nini wewe? Hivi unamchukuliaje mdogo wetu hospitali jamaa anafukuzwa hapo hospitali, yaani ile kinyama. Baada ya siku chache kupita, Melinda ametoka hospitali, na mara jamaa anasikika huko nje anamwita Melinda jina, kwa hiyo amekuja kumtembelea. Hivyo Melinda anaomba dada zake msimzuie. Jamani, naomba mwache tu niongee naye, nahitaji kujua ni kwa nini amenifanyia hivyo. Kwa hiyo jamaa anaruhusiwa anaingia ndani. Jamana, amekuja kilokole kweli na sura ya kuombea msamaha Melinda, Samani, ni kweli nimekuchiti, lakini naomba unisamee, mimi nakupenda, yaani nakupenda sana, wewe ndo kila kitu kwangu, nimekukosea lakini sitokukosea tena. Ah, kweli mapenzi ya watu wawili bwana huwa hayaingii, hao wanarudiana, lakini jamaa anaonekana leo mnyonge. Binti analigundua hilo, anamuuliza mbona wewe ni mnyonge mnyonge leo? walaokuwa wananilipia ada saa hivi hawanilipii tena, koo sijui nitasomaji. E, binti anaona huu ni msala, lakini maji ukiyavulia nguo huna budi kuyaoga. Anamwahidi kumlipia jamaa. Jamaa aamini kama huyu binti anajitoa sana kwa ajili yake, hadi machozi anamtoka wanakuja benki, ana draw pesa, anamlipia ada jamaa, mapenzi yananoga. Anaamua kumvalisha pete kabisa. Sasa ni dada zake kushangaa, hivyo una akili kweli? Yaani pamoja na aliyokufanyia bado umeamua kuolewa naye. Siku mtakayofunga ndoa mimi sitakuja kwenye harusi yako. Haupendi kabisa au uhusiano tokea siku ya kwanza, anayemuunga mkono ni Sara tu, kwaia anamtolea mapovu mengi mazito mno, huyo anaondoka. Sasa leo siku ya harusi imewadia, aliyemwahidi hatokuja ajaja kweli? Ulishaona harusi inaofungwa bila ndugu hata mmoja? Ndiyo hii hapa. Sasa mara baada ya kuoana sasa ni kuishi pamoja na kazi kuendelea. Jamaa anahangaika kutengeneza mradi wake wa betri, hizi ni betri tu zile za kawaida zinazotumika kwenye magari na majumba, na binti anamsapoti kwenye kila hali, kununulia vifaa ili kufanikisha utafiti wake. Na mara pesa inakata, binti anamletea madokumenti ya benki. Aise, pesa yetu ndo hiyo, pesa hatuna tena. Aise, pesa hatuna tena, lakini usijali mpenzi wao, mimi nangangana, hii kitu, hii kitu nitaifanyia kazi hadi tatiki. Wow, usijali, we niamini binti kweli anaendea kumsapoti jamaa kwa kuwa mahitaji ni mengi. Robert ana kazi na wamemaliza chuo, Melinda analazimika kutafuta kazi lakini kazi moja haitoshi, anaongeza na kazi ya pili. Yaani akitoka ya ofisini anageuka mfanya usafi, anafanya usafi kwenye maofisi mbalimbali mbali. Kazi inakuwa nyingi, anarudi nyumbani amechoka. Na kila siku mradi wa jamani kuharibu vifaa ndani, mara glopu ziungue, mara nyumba ipate shoti. Yaani kila siku ugunduzi una changamoto zake. Leo hapa chuoni kuna maafali, Robert anahitimu bwana yaani tofauti yao ni kwamba binti alimtangulia kidogo kumaliza chuo kabla ya jamaa. Yaani sisi tunapishana sana na wenzetu, intake za kuingia chuoni ni nyingi na zinatofautiana, kwa hiyo tunaweza tukaa wote tuko mwaka wa kwanza, lakini kwa intake tofauti. Ndicho kilichowakuta jamaa. Sasa, baada ya graduation, anamuuliza jamaa, umemaliza chuo, mbona hawaja kuajiri? Sasa jamaa anamsimulia binti kwamba ah, mimi nilivyokuwa na miaka 15 iat tuliwahi kufanya uhalifu fulani na nikakaa jela miaka miwili. Kwa kuwa nilikaa jela, makampuni yote yanayoiona hiyo rekodi yangu yanajua mimi bado na tabia za kihalifu, kwa hiyo sipati kazi. Yaani jamaa amejaribu kutafuta kazi, lakini haajiriki kwa sababu hana sifa ya kuajiriwa, lakini anamtia binti moyo kwamba usijali, mimi nitafanya kila linalowezekana kuhakikisha kuwa hili jambo langu linakamilika. W wow, usijali, tutaishi maisha mazuri, tutaishi maisha ya kifahari. Na kwa vile wameishiwa pesa na mradi wa jamaa hujakamilika, binti anachukulia nyumba yao mkopo ili aweze kumwezesha jamaa afanikishe utafiti wake kwenye ile betri, ili mradi ukitiki basi waweze kuwa mabilionea kweli. Anaiweka na wanachukua mkopo, lakini miaka inakatika hakuna kinachobadilika. Siku nenda siku rudi, jamani wa kuamkia nyumbani kushindia nyumbani, lakini hakuna kazi, na hatimaye utu uzima huo unafika. Sasa usije ukachanganyikiwa kidogo, au unaowaona ndio wale wale sema wamekuwa watu wazima. Huyu ni Robert na huyu ni Melinda. Hakuna kilichobadilika, umaskini bado ni ule ule. Bincha anafanya kazi zile zile mbili ili kuweza kumtunza jamaa. Sasa hii hali inaendelea na inamchosha binti, lakini basi atafanyaje? Hana namna, ni lazima awajibike. Leo Robert amekuja kwenye hii kampuni hapa, ameshaiandikia barua nyingi mno kuhusiana na mradi wake, lakini hawamjibu. Amekuja kuonana na huyu dada, huyu dada wanafahamiana, ndio yule mwanamke ambaye siku ile Melinda aliwakuta naye, anaitwa Diana. amemaliza chuo, sasa hivi ana kazi nzuri, ni boss kwenye hii kampuni bana. Robert, vipi bana, nasikia umepata cheo kizuri tu kwenye kampuni. Nisaidie niweze kuonana na bosi asome proposal yangu, nimeshawaandikia sana lakini hawanijibu. Na yule mwanamke wako kichaa bado unaye? E, ndiyo ninaye, tumeoana. O, mmeoana eh? Basi niko bize na siwezi kukusaidia. kitu ambacho hujua ni kwamba huyu mwanamke anampendaga sana Robert lakini ndo hivyo, Robert alimchagua Melinda. Kwa hiyo kusikia kwamba bado wako pamoja zinamuuzi sana hizo taarifa. Anamkataa, anaenda ofisini, lakini anampa mawasiliano yake, wakutane sehemu wazungumze huku nyumbani Robert akiwa kwenye mishemishe zake, simu inaita. Halo, mimi ni mlinzi mkuu hapa Prescott. Prescott ni ile shirika analofanya kazi Dayana. tumepokea taarifa kuwa unatishia salama wa kampuni yetu, hivyo kuanzia leo hautakiwi kuja kabisa hapa ofisini, na endapo tutakuona, basi ujue moja kwa moja tutakukamata. Hilo jambo linamchukiza sana jamaa, ukumbuke ndio kampuni anayoitegemea ili aweze kufanya nayo ya kazi, yaani hawa ndio anategemea wanunue mradi wake alafu leo anaambiwa asifike kabisa hata mlangoni kwenye hiyo ofisi. Hizo taarifa zinamuuzi sana jamaa. Mke wake anakuja anamuuliza nini, anamsimulia kilichotokea, lakini mke wake anamwambia nakupenda sana Robert, ila nisiwe mwongo, ninachoka, naelemewa na haya na majukumu ya hapa nyumbani, tafuta namno nisaidie. Mimi ni mwanamke Robert, ni miaka mingi nimekuwa na kutunza na kusaidia Robert, sasa hali ikiendelea kuwa hivi, jamani sintazeeka. Kipindi bado wanaongea kuna watu wanaingia, ni dada zake, wamekuja na waume zao. Sasa wamekuja na jambo moja tu: Robert, umekuwa mzigo sana kwa dada yetu kwa miaka mingi. Hivi utaendelea kumfanyia dada yetu hivi mpaka lini Robert? wanamgombeza sana jamaa. Sasa sikiliza Robert katika ile kampuni yetu ya usafirishaji kuna dili tumelipata, lakini dili letu jipya lina masharti. Inatakiwa mizigo ifike kwa wakati, ila mizigo isipofika kwa wakati, hata hayo magari yetu tunayoyatumia yatachukuliwa. Kwa hiyo sisi tumeamua tukuchukue wewe uje utuongeze nguvu, hatutaki uzembe wowote. Hakikisha unakuja ofisini tuanze kazi, umesikia Robert? Usituangushe, umesikia? Wanamsisitizia sana jamaa, kwa kuwa wanaona ni miaka mingi, amna mabadiliko yote kwenye maisha yake. Kwao anatumia muda mwingi sana kumsisitiza na kumshauri. Anakubaliana nao, ana kingine cha kufanya lakini amechukia hivyo. Anapoondoka anamwambia mke wake, yani, ndugu zako ananisemesha hivyo na unitetei. Yani anakasirika sana. Yani sasa, huku katika hili shirika la Prescott, leo Diana ameamua kupitia barua za Robert pamoja na video zake ambazo amekuwa akiwatumia kwa miaka mingi mno. Kumbuka huyo Diana anampenda sana Robert. Huku nako Robert, ukumbuke ameshaanza kazi yake ya delivery. Hapa kuna mzigo wa muhimu sana anaambiwa ufikishe sehemu, wanamwambia Robert, jitahidi, saa kumi na moja umefika kwenye hilo shirika, jitahidi usifanye ajizi. Robert, ukifanya ajizi ili didi tunalipoteza. Unasikia Robert? Sasa Dayana, baada ya kuziangaa video kwa makini mno, anaamua kitu. Anamwomba sekretari wake business kadi ya jamaa. Muda huo Robert yuko njiani, anapigiwa simu na mashemeji zake. Hapa Robert, yeah, jitahidi sioni kama uko mbali, jitahidi sana, uwahi kufika. Yaani huo mzigo inabidi ufike kwa wakati, ndugu yangu, jitahidi sana. Ili anakata tu hiyo simu, kuna simu nyingine inaingia hapa, anaamua kuipokea. E, hey, vipi? Ni mimi Dayana. Robert, projekti yako nimemwonyesha bosi na amekubali kuonana na wewe leo saa kumi na moja na nusu sasa kumbuka hiyo saa kumi na moja na nusu ndio inatakiwa awe amefikisha mzigo kule na hiyo saa kumi na moja na nusu eti ndio inatakiwa awe amefika prescot sasa atafanya nini na aache nini lakini anamwambia dayana nitakuja hapo nitakuja hapo e, yani we usio na wasiwasi nitakuja hapo yani projekti nimeiangaikia mda mrefu hivi nisifike leo Aa, anakata kona huyo kufuatilia dili Huyu jamaana akiwa ofisini huko anashangaa, He, mbona gari linaenda sehemu isiko? He, ngoja tumpigie, kujaribu kumpigia Robert simu. Simu ya Robert haipokelewi, yaani Robert hataki kabisa kusikia. Anaelekea wapi? Anaelekea nyumbani kwake foleni nayo ni nyingi simu nayo inaita na lakini robert amekausha haipokei kabisa na mara amefanikiwa kufika nyumbani kwake lakini watu wa usafi wamekamata boksi lake la ile betia aliyoitengeneza kwa miaka mingi bwana. kumbe melinda aliona ile boksi halina maana tena akaamua kulitupa kwenye takataka kwao ni bahati tu jamaa amewakuta hawa sijui ingekuwaje kama angekuta wameshalichukua. Sasa akiwa ofisini huku madada zake wamemtembelea kumletea taarifa za mambo aliyoyafanya Robert. Huku nako Robert ameshapendeza tayari kabisa, anaseti vitu ili aende kwenye dili. Jamani, wamefika kwa hasira, ziko wapi funguo? unajaribu kutuangamiza kabisa au? wanaondoka na hapo hapo mke wake anaingia mm -hmm. Robert, hii waleti ya kike ni ya nani? Kitu ambacho ufahamu, Robert alikutana na Dayana jana yake, akambeba kwenye ile gari la ofisi. Sasa Dayana alisahau pochi lake kwenye gari ya ofisi, kwa hiyo mashemeji zake waliikuta, wakampatia mke wake, ndio maana amekuja kwa hasira Robert. huu um, mkoba ni wa nani? anasema huu uh, um, mkoba uh, sio kama hivyo navyozania, nilikutana naye, anafanya kazi kule Prescott, na yeye ndio mtu pekee anaweza kuniunganisha kwa hiyo naomba unisubiri, mimi niende, kuna deal la muhimu kabisa naenda kulifukuzia. Nitakaporudi mimi nitakuelezea kila kitu. Robert anaondoka lakini mke wake anachukia, yani, unaondoka namna hii. Anamfata huko nje, anamfanyia fujo kweli kweli, na funguo za gari anazichukua. sio si nikakupa hizi funguo kabisa, kwani kupa hizi funguo. Yani vita inakuwa juu ya vita, mwanamke anampiga kweli kweli pale, na madada zake nao wanafika, kwa hiyo ni kuingilia kati kumnyuka jamaa na kuamulia ugomvi. Zogo linakuwa kubwa na so la kitoto. Robert anaona isiwe kesi, nimenyang'anywa gari, nitatembea miguu ninayo. Kwa hiyo anaondoka taratibu, ameshachangamshwa. So kitoto huyo anaenda ba Anadandia mwendo kasi haraka haraka mpaka hapa Prescott. Japo amechelewa kidogo lakini amefika. Hey, Robert, vipi? Mbona uko hivyo unaemea juu juu? Nyumbani kwangu aliwaka moto bana. Mkoba wako leo sahau kwenye gari, umeniletea matatizo na mke wangu, mambo yameharibika sana nyumbani. Sawa, tutaongea kuhusu haya. Twende tukamwone bosi, yuko anakusubiri Robert. Umesikia? Nimehitaji sana kukutafutia hili deal. Kwa hiyo sahau kuhusiana na mke wako sasa hivi ni muda wa kazi. Anamchukua anampeleka kwa bosi bana, sasa wanaingia, anapokelewa vizuri, binti amemnyoshea njia kabisa, yani kila kitu kiko vizuri. Huko nako majamaa wametoka ofisini na habari mbaya, lile deal lao yule klayenti wao walikuwa wanafanya naye kazi kwenye dili kubwa amewakataa. Yaani kiufupi lile dili limeharibika kwa sababu ya Robert. Kwa hiyo nyumba yote, hakuna hata mmoja anayemwelewa Robert, na mbaya zaidi, hadi vitu vyake vimekusanywa, vimewekwa sebuleni kwao. Leo akija sija, atakuwa na hali gani? Yaani aje amejiandaa. Mabosi na huku hawataki ajielezee sana ha. Robert, mi nafikiri tumekuelewa, risechi zako tumeziangalia, kila kitu tumekipitia na tumejiridhisha. Kwa hiyo sikiliza, tutakulipa dola laki nane Dola laki nane? Kibongo bongo ni bilioni mbili eh? dola laki nane mununue mradi wangu wote? Hapana, yale ni maisha yangu, siwezi nikayauza kwa bei ndogo namna hiyo. Laki nane? Hapana. Robert bana hajaridhishwa kabisa na hilo dili, kwa hiyo anaona hiyo bei ni ndogo sana. Awezi akapoteza nguvu miaka ya yake yote kwa sababu ya hicho kiasi kidogo sana cha pesa. kwa anachokifanya ni nini? Anawakataa, anaondoka. Binti anashangaa huyu anakataa hela nyingi hivi? Robert, wewe unakata hela nyingi namna hiyo, ungechukua hizo pesa, ni pesa nyingi. Sasa Robert hamerudi. Anakuta anamsubiria vibaya mno, anaelezea kuhusiana kuhusiana na kilichotokea. Huwezi kuamini wametaka kunipatia bilioni mbili kwa sababu ya ile beti. Bilioni mbili ukataa bilioni mbili? We huwezi kuwa serious, we hiyo ni michezo. Robert, unakuja kunitania yani? Uliwahi kunichiti na yule mwanamke, kumba ulikuwa bado na mahusiano naye hadi unafikia hatua ya kubeba mikoba yake, Robert? nilikusamehe kipindi kile lakini, kumbe bado unanichiti. Mi naona nampenda sana huyo mwanamke, mimi siwezi kuendelea na wewe. Sikiliza waifu, usifanyi hivyo mimi, yani dili tatiki na tutapata hela nyingi zaidi ya hizo, nitakuundia vitu vya bei mbaya, utatembelea magari ya kifahari, nitakuundia nyumba nzuri. Sikiliza Robert, sikuelewi, chukua vitu vyako utoke kwangu, sikutaki na ninahitaji talaka yangu e, Robert vana hana cha kufanya kwa kuwa ana pa kwenda anachukua vitu vyake vya muhimu tu, huyu anaamua kwenda, ameachwa ana pa kufikia na maamuzi ameshafanyika, hana jinsi, anaondoka. Unaikumbuka hii nyumba ya urithi aliyoachiwa Melinda? Aliweka gareani akachukulia mkopo, sasa alishindwa kulipa ule mkopo, hivyo benki wanachukua wa nyumba yao kwa hiyo mashemeji zake wanamsaidia kuhamisha vitu ili aweze kuhama kwenye hiyo nyumba. Sasa binti anapoteza makazi kwa sababu ya mradi wa jamaa, mradi nao umeshindwa kufanikisha. Huku nako jamaa, baada ya kufukuzwa amekuja kuishi kwenye hosteli za watu wasio na makazi. Kipindicho Melinda naye ameamua kurudiana na mpenzi wake wa zamani yule anaitwa Devon ambaye ulimuonaga kule msibani. Sasa akiwa hapa, anamwona jamaa anafanya kazi, kumbe kwenye hiyo hoteli ba jamaa alikuja kutafuta kazi hotelini hapa. Kwa hiyo akaja mahakamani mbio mbio kufika bana, kumbe inatakiwa asaini talaka. Jamaa anambembeleza Melinda kabla jasaini talaka. Melinda nisamee, nisamee kwa yote niliyokufanyia, tafadhali. Mimi nakupenda usinifanyie hivyo unavyofanya, Melinda. Lakini melinda anaelewa basi hamsikilizi jamaa kwa lolote, kwa chochote na kokoa jamaa, na jinsi anafungua talaka hiyo, anapiga saini yake pale, huyo anaondoka kinyonge sana. Baada ya miezi mitatu kupita, leo amefanikiwa kuwasiana huyu Melinda. Wewe uko wapi? Niliachana na mke wangu. Kwa hiyo unaishi wapi? Naishi tu sehemu ya watu wasio na makazi. Seriously, unawezaje kutokewa na hilo jambo na usiniambie? Na kufata kwa hiyo anaenda anamfuata anamleta nyumbani kwake, jamaa na machungu kweli. Basi wanazungumza vitu vingi. mimi nilikuwa nakupenda lakini ukunichagua, lakini miaka yote hiyo mimi nilikuwa nipo tu, sikuwahi hata kuolewa. lakini kuambie kitu Robert, ukiona unakaribia mafanikio na mtu fulani akajiondoa ya karibu yako, ujue akustahili kabisa kula matunda hayo utakayokula wewe. kwa hiyo usijilaumu. Kwa kuwa leo jamaa alilala usingizi mnono, anajikuta amechelewa sana kuamka. Sasa Dayana anakuja anamwamsha, alafu anampatia faili fulani hivi anamwambia, hebu chukua hilo faili uliangalie. Wewe ule mradi ambao jamaa alikuwa anaufukuzia kwa miaka mingi umetiki bwana, na analipwa dola milioni sabini na tano yaani kutoka bilioni mbili hadi bilioni mia themanini na saba na zaidi. Yaani jamaa kwa uchungu na kutokutarajia, anajikuta amelia vibaya mno kwa kuwa ni mungwana leo amemtembelea binti ofisini kwake yani amepigilia pamba kali vibaya mno sasa anakuja hapa binti anamwambia kaome yazima nguo ili uje unitishe mimi na wewe habari yetu ilishaisha mimi sikuhitaji tena chukua hamsini zako sikuhitaji lakini jamaa anamwambia melinda nashukuru sana kwa kunipenda miaka mingi umenipambania hadi kufika hapa nilipo Ule mradi wangu nilio uangaikia miaka mingi hatimaye umefanikiwa, na sasa hivi nimekuwa milionea. Kwa hiyo kama kukushukuru, chukua hii hapa pesa. Nimeamua kukupa, binti amepewa milioni kumi. Yaani kibongo bongo, kibongobongo hizo ni bilioni ishirini na tano bana! Lakini pia ni sao, ile nyumba ya mama yako iliyochukuliwa na benki, hii hapa nimeikomboa kwa ajili yako. Yaani jamaa amelipa fadhila zote ambazo bibi aliwahi kumfanyia. Yaani Melinda hamini, anaona kama ni ndoto hivi kwa hiyo anarudi nyumbani, kufika nyumbani anawakuta hapa wanacheza karata eh? Mnaona jamaa amekuwa tajiri, ana mapesa mengi, amekuwa bilionea. Sasa mnaona mlinishauri, afu amekuwa bilionea Ntawezaje eh? Kumwacha mwanaume nampenda, na wakati amefanikiwa, siwezi kuruhusu hilo itokee, siwezi hata siku moja. Kumbuka yule mwanaume wake Devon yuko hapa, anamwambia Melinda, wacha kufanya wewe na mpenzi mpya, twende kesho benki tukaichukua hiyo pesa, tuanze maisha mengine, achana huyo mwanaume. Lakini Melinda anakataa hapa. Hapana, ni mwanaume wangu, siwezi kukaa na hichi kinyago hata siku moja, ninamfata mwanaume wangu. Oh, yaani akili za Melinda zimebadilika, sasa hivi anachokitaka, anamtaka Robert. Unalikumbuka hili jengo? Robert alisema kuwa atakuja kulinunua siku moja, na kweli ndoto zake zimekuwa ni kweli bana, ameununua huo mjengo. Akiwa nyumbani kwake, anasikia kuna mgeni. Kumbe Melinda amekuja leo hapa kwake bana, basi anakuja na mashauzi kibao. Aise, unaishi hapa hii nyumba? Wewe kuniambia utainunua Robert. oh, mungu ni mwema! Yaani kumbe mimi na wewe tutaishi hapa, mi nilijua utakuja kufanikiwa mpenzi wangu, na nimekuletea chakula hicho. Lakini Diana anaingia. Uh, baby, huyu ni ex wife wangu anaitwa Melinda. Oh, Melinda, naitwa Diana, mimi ni mchumba wa Robert. Akamwonyesha na hiyo pete bana mchumba basi, kwa uchungu, Melinda anaondoka huyu yani, yani kwenye gari yupo, lakini aelewi ni machozi yani, Robert sio mwanaume wangu, haiwezekani. Kufika nyumbani, akaingia kwenye facebook akaunti ya huyu Diana aisi, alikomenti meseji chafu yani, meseji chafu elfu tatu yani, kuna watu wanajua kukomenti, huyu ni hatari. Sasa kuna pambazuka asubuhi, dada zake wanakuja wanakuta nyumba imechafuka hiyo, alafu mapicha ya Diana yamepigwa maxx ya ajabu He, dada zake wanashangaa nini kinaendelea? Melinda amefungua kesi na madai yake ni kuwa Robert alipata ule utajiri kipindi bado hawajapeana talaka. Lakini dokumenti zinakataa kuwa tarehe ya talaka na tarehe ya ile dili lake haviendani. Lakini anang'ang'ania kuwa jamaa alivyofanikiwa ndiye akaamua kumpa talaka. Lakini mahakama inatupilia hayo madai, yaani kesi inajaribu kupikwa, haipikiki, kupikwa, haipikiki. Binti na anang'ang'ania huu ni mme wangu, inakuwaje aende akachukua mwanamke mwingine? Lakini hakimu anawaambia mbona vielelezo viko sahihi mnachokisema na hicho mnachosema mbona haviendani? Oh, lakini mheshimiwa hakimu, pia kuna vielelezo hivi hapa, ameandika komenti elfu tatu mia tatu kwenye ukurasa wa Facebook wa Diana. Anipe mme wangu, anajaribu kunichukulia kunichukuria mme wangu anipe mme wangu. Ukiendelea kupiga kelele mahakamani nitakutia ndani. Na kesi inaahirishwa na kesi inaahirishwa mpaka siku ya hukumu, na anapewa angalizo kuwa asiwasumbue, lakini ndio kutoka mahakamani tu analeta fujo pale, naibiwa mme wangu, angalieni huku, yuko live Facebook, na anatafuta huruma ya public. Mara baada ya kutoka mahakamani Robert na Dayana wanakuja nyumbani kwa Dayana kuongea na wao ndugu zake. Jamani, mbona tumejaribu kufanya kila kitu, kwa nini nakuwa hivi? Lakini kipindi bado wanazungumza, Melinda huyu anaingia na fujo kibao. unakuja kufanya nini hapa? unamleta huyu kama kwenye nyumba yako alafu uone haya, unapanisha kwenye gari ya eh? hizoni maliza unitakiwa mimi ndio niwe kwenye ro gari. Yaani binti hataki kuelewa. Anaingia Facebook anakutana na picha fulani hili ni duka la bei mbaya sana linalouza magauni ya harusi kwa hiyo, amegundua kuwa Dayana ameweka oda ya gauni la harusi hapa. Anakuja anachungulia chungulia, anafanikiwa kuliona bana, analimwagia asidi hilo gauni. Yaani bibia na wivu uliopitiliza huu, wivu sija tafikana na wapi? Lile gauni linaungua, huyo anachomoka sasa. Wao anakuja kugundua kuwa gauni linaungua, ameshaondoka. Hapa leo mahakamani, ni siku ya hukumu, lakini kuna shtaka limeongezeka kuhusiana na kitendo alichokifanya kule, lakini Diana, ni muungwana, anamwombea msamaha kuhusiana na hilo kosa. Maamuzi ya mahakama yanatoka kuwa hana haki na aache kabisa kuwasumbua hao watu, na asiwakaribie kabisa kwenye maisha yake, yaani awaache kabisa, wao huru, ndio unakuwa uamuzi wa mahakama. Sasa Melinda anaona oh, Najifanya wajanja mahakamani, kumeshindikana, mtawaonyesha. Huku Robert na Dayana leo wanafunga ndoa bana, hatimaye jambo lao limekuwa na anmuni yao waenda kuifanyia kwenye boti. Sasa ndugu zake Melinda walishajua akili yake ilipo, na leo ni siku ya ndoa kwao. Milango ya mbele na nyuma yote wameiwekea ulinzi, yaani wanahakikisha kuwa leo watoke humu, lakini kwa sababu ana akili ya kijambazi anatokea dirishani, anaelekea anakojua yeye. Jamaa zetu hao nao wako kwenye achi wanakula raha kwa raha zao. Sasa kipindi bado wanakula raha hapa huyu Dana anamwaga Robert kwamba ngoja niende uani kidogo, narudi baada ya dakika chache. Hivyo anaondoka kidogo kwenda kujisaidia, lakini baada ya dakika chache Robert anasikia kuna mtu anamshika kumwangalia. He, amekuja vana, mzee wa kazi amefika hapa tena, safari hii amekuja na bastola kabisa. Wewe unafanya nini, kwa hiyo umekuja kwenye boti yangu na huyu kaba wako Yani ulinisaliti naye, alafu umeamua kabisa, kwenye maumivu upite na mimi kwenye raha upite na e, siwezi kukubali hii. Ni boti yangu, mwambia ajirushe ndani ya maji ndipo ntakusamee. Na mara na mshuti jamaa, sasa zile sauti za risasi zinasikika, wahudumu wa boti wanakuja, anaweka chini ya ulinzi, anawambia rukeni ndani ya maji, rukeni ndani ya maji, sitaki kuwaona wote hapa, rukeni! Hao wote wanaweka kwenye maji. Oho, na we umekuja kuja hapo uwendo nikuwa nilikuwa nakutaka sana. Daana anamkimbia lakini anampata, lakini kipindi anajiandaa kumuua Robert, anafika kwa wakati anamsukumiza kwenye maji. Sasa Robert anamwambia sikiliza, nenda ukasimamishe boti hivyo harakaharaka, nenda. Anasimamisha boti, alafu anamwambia achukua kaboti kadogo, aende akaokoe wale watu waliojirusha ndani ya maji. Sasa kipindi ameondoka, kumbe huyu bana ndio kwanza amerudi upya, na safari hacheki na yoyote, akachukua bonge la shoka hilo, yani, leo sikuachi leo, mimi na wewe, yani hizi mali tunazikosa zote. Sasa ili eneo alosimama ni eneo la nanga, ile kurusha shoka kumkata jamaa jamaa akabonyeza batani ya kuwasha nanga, ile nanga ikamkunja kunja Melinda, ikaenda naye mpaka chini ya maji. Na ujue sasa hiyo hapo hamna kuokoka, mnyororo wa nanga umemfunga, kwa hiyo hakuna namna ambavyo atatoka hapo akiwa mzima. Ndio hivyo, akakata maisha akiwa chini ya maji. Huku nako hao watu wakafanikiwa kuokolewa na wakamchukua jamaa yetu huyo kumwaisha kwenye matibabu, na huo ndio unakuwa mwisho wa chuma chetu kinaitwa Akrimoni, una maoni gani kuhusiana na hilo? Mnadhani Melinda ana haki yoyote katika hili? Na Robert amemkosea kwa lolote? Niambie kwenye komenti.